Wayaqul alaihi salatu wasalam kafa bilmauti waida. Tamshukuru Allah subhanahu wataala, ambaye kwamba ametujalia tumeweza kumaliza Ramadhani kwa afya na siha tama, lakini pia tamshukuru Allah kwa kwamba ametubariki siku kama hii ya leo, siku ya Idi, siku tukufu, ameturuzuku na leo tumeiona. Lakini la muhimu tamshukuru Allah ama kwamba ametujalia leo tumejaliwa kuja kuzuru ndugu zetu waislamu waliambo kwamba wamelala loko chini ya ardhi. Hawa ndugu zangu, nguu Waislamu walikuwa ndugu zetu, siku yao ya kuondoka katika mgongo wa ardhi ilifika, wakalala chini ya ardhi. Na vile vile mimi na wewe unanisikia, iko siku na sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atatuondoa katika mgongo wa ardhi, tutakuja kuingia katika chini ya ardhi, tutaanza maisha ya barzakh, maisha mazito kwa yule amekuwa hakujiandaa, lakini pia ni maisha mazuri kwa yule amejiandaa. Mwenyezi Mungu atujalie ni miongoni mwa wale waliojiandaa na hii siku nzito. Ikhwani, hawa walilala hapa wote, hawa walipanga maisha yao ya dunia, wote hawa walipanga mipangilio yao mizuri nzuri, lakini hakuna hata mmoja aliyezikwa hapa alimaliza kupangilia mipango yake ya dunia kisha ndiyo Allah akamchukua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchukua mja kama huyu kabla hajamaliza mipangilio yake, na hivyo hivyo mimi na wewe ndugu yangu Waislamu tutachukuliwa katika mgongo wa ardhi kabla hatujapangilia mipangilio yote ya maisha. Ikhwani, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiambia maswahaba kuntu na haytukum an ziyaratil quburi, nilikuwa nikiwakatazeni kuyazuru makaburi kisha akamwambia ala fazuruha sasa hivi nimepata ruhusa yazuruni na ni ya zuhuni, nini matunda ya kuyazuru makaburi nini faida ya kuzuru makaburi mtume akamwambia fainnaha tudhakkirukum lakhira mkiyazuru makaburi ukiona ile shape ya kaburi namna iko inakukumbusha wewe akhira kwa sababu hapa uwe ni mjanja uwe ni mwerevu uwe ni mjinga, utakuja kulala. Hii ni reality, wanasema ni kitu ambacho kwamba mimi na wewe ipo siku tutakuja kulala. uo namna gani uwe, uwe ni mkubwa, uwe ni unyecheo, kitu muhimu ni kujiandaa, na hii ni hali. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, warahamu hawa waliofariki hapa, ndugu zetu, tulipendana na wao, wengine mama zetu, baba zetu, babu zetu, Allah awarhamu. Kwa hii ni furaha ya siku ya leo